Waislamu wanaamini kuwa Mwenyezi Mungu aliteremsha vitabu tofauti kwa manabii ili kuwaongoza watu vikiwemo suhufi za Nabii Ibrahimu alayhi salam, yani taurati, yaani Taurat aliyopewa Nabii Musa alayhi salam, Zaburi aliyopewa Nabii Daud alayhi salam, Injili Injil aliyopewa Nabii Isa Yesu alayhi salam, Qur'an aliyopewa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii imani inathibitishwa na Qur'an katika sehemu nyingi. Mfano, yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu kwa haki kikithibitisha yale yaliyokuwa kabla yake, na aliteremsha Taurati na Injili. Qur'an 3, aya 3. Aidha, ukiisoma Korani vizuri utaziona aya tukufu kadhaa ambazo zinamwongelea Isa ibn Maryam ama Yesu kama Wakristo wanavyomuita, rehma na amani ziwe juu yake na wanafunzi wake pia. Korani 61:6 inaweka wazi msisitizo wa kwamba Yesu alimtabiri Nabii Muhammad, rehema na amani ziwe juu yao, ambaye dunia yote inapasa itambue kuwa Muhammad ndiye mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu, ambaye alikuja kuikamilisha dini ya Mwenyezi Mungu na taratibu halali za kumwabudu na kumsifu. Korani inasema, wakumbushe ewe mtume watu wako pindi Isa mwana wa Maryam alipowaambia watu wake, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu, na mwenye kusadikisha Taurati iliyokuja kabla yangu, na mwenye kushuhudia ukweli wa mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad, naye ni Muhammad rehema na amani ziwe juu yake, na ni mwenye kulingania watu wamwamini. Basi alipowajia Muhammad rehema na amani zimshukie kwa aya zilizowazi, walisema huu ni uchawi waziwazi wazi. Hiyo ni Suratul Al-Saf aya ya sita. Kwa vile Korani inabainisha wazi kweli ya Isa mwana wa Maryam, mkanganyiko unakuwa mgumu kwa wengi, kwa sababu Biblia haikuandikwa na Yesu mwenyewe wala pia wanafunzi wake hawakuandika. Badala yake imepitia vipindi vingi vya kuichuja na kupunguza na kuongeza baadhi ya mambo. Kwa sababu gani ilikuwa hivyo? Kwa idhini ya mwenyezi Mungu, ipo siku nitakuwa na simulizi kwa hiyo ila. Kwa sasa nataka tujue Yesu alifundisha nini hasa kwenye Injili. Waislamu wanaamini kuwa injili halisi yaani injil iliteremshwa moja kwa moja na mwenyezi Mungu kwa nabii Isa alahi ssalam. Injili hii haikuwa kitabu cha hadithi za maisha ya Yesu, bali ilikuwa ni ufunuo wahi kama Quran, amri, mafunzo na mwongozo kutoka kwa Mungu. Injili hiyo ya asili haipo tena kwa umbo lake safi. Waislamu wanaona kwamba maandiko ya sasa katika Agano Jipya yamechanganyika kati ya maneno ya Isa alayhi salam, mitume wake na waandishi wengine waliokuja baada yake. Haya ya kubadilishwa maneno ya Mwenyezi Mungu na wanadamu kuweka maneno yao kwa sababu zao binafsi za kimaslahi ya dunia. Imebainishwa wazi kwenye ufunuo wa mwisho wa Mwenyezi Mungu uliobainisha mambo mengi ya mitume wake ya inasema, wa kale Al-Baqara aya ya 75 inasema: enyi Waislam, kwani mmesahau vitendo vya wana wa Israeli, hata nafsi zenu zitamani hao mayahudi waiamini dini yenu wanavioni wao. Walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu ya Taurati, waliyapotosha kwa kuyageuza na kuyapa maana isiyo yake ilhali walifahamu fika maana yake halisi, waligeuza matamshi yake hali wakijua wazi kuwa wanapotosha maneno ya Mwenyezi Mungu kwa kusudi na uongo. Na pia katika jambo hilo la kupotosha watu wengi, hata wakaacha kuijua dini ya mitume na dini ya Mwenyezi Mungu, mola wetu mlezi, amelikemea vikali kwenye ufunuo wake wa mwisho kwa wanadamu, waliompa Mtume Muhammadi, rehema na amani zimshukie. Suratul Al Imran aya 79, Mwenyezi Mungu anasema Haitakiwi kwa binadamu yoyote ateremshiwe kitabu na Mwenyezi Mungu chenye kutoa uamuzi kwa viumbe wake na achaguliwe kuwa ni nabii, kisha awaambie niabuduni mimi badala ya Mwenyezi Mungu, lakini atasema kweni ni watu wa busara wenye kuelewa na wajuzi wa wahi kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Aya inayoendelea chini yake inawekea mkazo kuhusu hilo kwa kusema na haikuwa kwa yoyote katika wao hawaamrishe nyinyi kuwafanya malaika na mitume ni mungu asiyokuwa Mwenyezi Mungu, ambapo nyinyi muwaabudu. Je, inaingia akilini yenu watu yeye awaamrishe kumkanusha Mwenyezi Mungu baada ya kufuata kwenu amri yake? Mwisho wa kunukuu. Swali gumu hapa ni je, Yesu alifundisha nini, na mambo gani ambayo yeye mwenyewe aliyafundisha lakini walioandika kitabu kumuhusu wakayabadili? Tuvitazame hivi vitabu vya Kikristo vinavyounda Agano Jipya. Hii injili tunayoijua leo katika Biblia, Matayo, Marko, Luka, Yohana, si injili aliyopewa Isa alayhissalam moja kwa moja. Vitabu hivyo vimesheheni simulizi za maisha yake zilizokusanywa na wafuasi wake au wale waliokuja baada yake. Ndiyo maana Waislamu hawachukulii hizi injili nne kuwa ni injili ya Mwenyezi Mungu, bali ni vitabu vya kihistoria na kidini vinavyoweza kuwa na mabaki ya ukweli, lakini sio ufunuo kamili kutoka kwa aliye mtuma Isa, rehma na amani zimshukie. Sasa, nini hasa ambacho waislamu wanakubali na nini wanakataa? Tuanze na wanachokubali: injili ya asili, ufunuo wa Mwenyezi Mungu kwa Nabii Isa alahissalam, ilitambuliwa kama kitabu cha mwongozo na nuru. Hiki wanakikubali na wanakubali aliyokuja nayo Isa, ikiwemo mafunzo ya kumtumaini, kumwomba na kumsifu Mungu mmoja aliyeumba vyote vya mbinguni na ardhini. Hicho Waislamu wanakubaliana nacho, ndio hicho kinachoitwa Injili. Na wanachokataa ni wazo kwamba injili za sasa, Mathayo, Marko, Luka, Yohana ni ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu wanasema zimehaririwa, zimeongezewa na kupoteza sehemu ya ujumbe halisi. Kabla sijaendelea mbele zaidi, naomba niweke msitizo kwa mambo ambayo nataka uyaelewe kabla hatujaendelea kuchimba ndani zaidi mada hii. Kwanza, tambua Waislamu wanakubali injili ya Isa Alahissalam iliyokuwa ufunuo wa Mwenyezi Mungu, yaani maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomshushia Nabii yake Isa mwana wa Maryamu au Yesu. Pili, Waislamu hawakubaliani na injili nne za Biblia za sasa kuwa ni zile halisi za Mwenyezi Mungu, ingawa wanaamini zina mabaki ya mafundisho ya kweli. Tatu, Korani ndiyo kitabu kinachokuja kuthibitisha na kurekebisha upotovu ulioingia kwenye vitabu vilivyotangulia. Maswali anayojiuliza binadamu kabla ya kuamini kweli kuhusu dini au imani fulani ni muhimu, kwa sababu kupitia maswali hayo shaka yake huondoka hasa akipata majibu yanayokubaliana na akili yake. Swali gumu hapa ni kwa nini Mungu aruhusu wa wahi wake ubadilishwe upotoshwe na kuleta mgawanyiko wa kiimani kuhusu dini yake? Majibu ya swali hilo yanaegemea katika muktadha wa kiimani na kihistoria pia. Katika mtazamo wa Kiislamu, vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyotangulia kabla ya Quran vilipoteza usafi wao kwa sababu watu walibadilisha kwa makusudi. Kurani inasema, kwa hakika miongoni mwao ipo kundi la watu linalopotosha maneno kwa midomo yao ili mhisi kuwa ni katika kitabu, kumbe sio katika kitabu, na wanasema hii ni kutoka kwa mwenyezi Mungu, kumbe sio kutoka kwa mwenyezi Mungu, na wanasema uongo juu ya mwenyezi Mungu hali wanajua. Kurani 3:78. Kingine ni ile hali ya kusahau au kuacha baadhi ya mambo. Quran pia inasema: na kwa kuwa walivunja ahadi yao tuliwalaani na tukazifanya nyoyo zao kuwa ngumu, wanapotosha maneno kutoka sehemu zake, na wamesahau sehemu ya yale waliyokumbushwa nayo. Quran 5:13. Kwa hiyo Waislamu huamini Injili ya asili iliharibiwa au kupotezwa kutokana na mabadiliko ya wanadamu, si kwamba Mwenyezi Mungu aliiondoa. Kuna mambo kadhaa ya kihistoria yanasimama kama ushahidi wa kwamba maandiko ya Mwenyezi Mungu yenye msimamo wa kumwabudu Mungu mmoja yamebadilishwa na mengine kutowekwa kwa makusudi. Ushahidi wa kihistoria: Injili nne zilizopo, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, ziliandikwa miaka arobaini mpaka tisini baada ya Yesu alahi salam. Yaani, Yesu hakuandika injili yake mwenyewe, bali wengine waliandika simulizi kuhusu maisha yake. Pia injili hizo zipo kwa Kigiriki, wakati Yesu alehi salamu alihubiri aliyehubiri kwa lugha ya Kiaramaiki. Hii peke yake inaonyesha mabadiliko ya tafsiri na kupotea kwa maneno ya asili. Kingine, kuna injili nyingi, mfano injili ya Barnaba, injili ya Tomaso, injili ya Wamisri, injili ya Wahebrania, ambazo hazikuchaguliwa kuingizwa kwenye Biblia wakati wa kanisa lilipokubaliana juu ya mabadiliko rasmi. Hii ilikuwa ni karne ya nne hii ina maana ya kwamba kulikuwa na upotevu na kuchujwa kwa maandiko. Ushahidi mwingine ni ushahidi wa ndani ya Biblia yenyewe. Luka moja mstari wa kwanza mpaka wa tatu anaandika wazi kwamba alijaribu kukusanya simulizi nyingi zilizokuwa zikizunguka na kuandika kitabu chake. Hii inamaanisha hakuwa ananukuu funua moja kwa moja, bali alikuwa akikusanya taarifa. Injili nne zinapingana katika baadhi ya mambo ya msingi, mfano ukoo wa Yesu kati ya Mathayo moja na Luka tatu, au simulizi la ufufuo, jambo linaloashiria kwamba si ufunua moja kwa moja uliohifadhiwa. Swali tata ambalo wengi wanajiuliza ni je, injili ya kweli ipo sehemu fulani na haitumiki? Kwa mujibu wa Uislamu hakuna nakala safi ya injili halisi iliyoteremshwa kwa Isa alahissalamu iliyohifadhiwa kama Qurani ilivyohifadhiwa. Kinachoweza kuwepo ni mabaki ya ukweli ndani ya maandiko ya sasa. Kwa mfano, mafundisho kuhusu kumpenda Mungu, kutenda mema, kuacha ubaya. Qurani inasema, na tukawapeni Isa Ibn Maryam hoja ya wazi na tukamtilia nguvu kwa Roho Mtakatifu, Qurani 2 mstari wa 87. Ikionesha bado aliletwa na nuru, lakini wanadamu waliichezea. Kwa hiyo, si kwamba ipo imefichwa sehemu fulani, bali inachukuliwa kuwa ilipoteza usafi wake kwa kuhaririwa na kuongezewa mambo ya wanadamu. Katika kutafakari, labda unaweza ukajiuliza, na hapa ndipo wengi wanapoamini Uislamu, ni kwa nini Qurani haikubadilishwa maana wala kupoteza uhalisia wake, kama ilivyo kwa vitabu vingine ikiwemo Injili. Jibu ni kwamba Qur'an imehifadhiwa kwa njia mbili: kwa maandiko, yaani nakala nyingi tangu enzi ya mtume, na kwa nyoyo, watu wengi walihifadhi kwa kukariri. Mwenyezi Mungu mwenyewe ameahidi: hakika sisi tumeteremsha ukumbusho Qur'an na hakika sisi tutaulinda Qur'an 15 mstari wa tisa. Waislamu huona hii kama tofauti kubwa kati ya Qur'an na vitabu vilivyotangulia. Nawekea msisitizo kwa mafundisho hayo hapo juu niliyoyasema kwa kurudia mambo muhimu. Kwanza, Waislamu wanasema Injili ya asili ilikuwa ufunuo wa Mwenyezimungu kwa Isa alahi salam. Hata hivyo, maandiko ya sasa, Injili nne, ni simulizi ilizokuja baadaye. Hivyo Injili halisi imepoteza usafi wake kwa mikono ya wanadamu. Ushahidi unatoka kwenye Kurani yenyewe, historia ya Ukristo na Biblia yenyewe, ambayo ina tofauti na kupishana kwake ndani yake. Swali ambalo mtu yeyote anaweza kuwa nalo ni je, ni kupishana gani huko ninakokuongelea ndio somo ninalokupa sasa, baada ya kutazama historia ya injili na kupishana kwake. Lakini pia nitakupa maoni ya wasomi mbalimbali wa Kikristo na mitazamo yao juu ya mambo hayo. Tofauti kubwa inayotenganisha imani za Waislamu na Wakristo ni kwanza umungu wa Yesu, Isa alahissalam. Kwenye Korani Isa ni mtume na nabii, si Mungu. Hapana. Korani 4 mstari wa 171 inasema, hapana ila kuwa Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na neno lake alilopeleka kwa Maryam na roho kutoka kwake. Injili za sasa ukizisoma zina simulizi zinazompa Yesu nafasi ya kimungu, mfano Yohana 1 mstari wa kwanza neno alikuwa Mungu. Tofauti yake ni kwamba Korani inasema Yesu alihubiri kumwabudu Mungu mmoja tu, wakati maandiko ya sasa mara nyingi hutumika kuthibitisha utatu. Tofauti nyingine ni ile ya ukombozi kupitia msalaba. Korani inasema Isa hakuuliwa wala kusulubiwa, bali ilionekana hivyo kwa watu. Somo hili nimelijadili kwenye makala iliyopita. Korani inasema na kwa sababu ya kauli yao, tumemuua masihi Isa ibn Mariam, mtume wa mwenyezi Mungu, nao hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walionekana hivyo tu. Korani nne, mstari wa mia moja na hamsini na saba. Kwa upande wa injili za sasa, kifo cha Yesu msalabani ndicho kiini cha ukombozi na wokovu. Tofauti yake ni kwamba Korani inafundisha kuwa wokovu ni kwa matendo mema na rehma za Mungu, si kupitia damu ya mtu. Tofauti nyingine ya tatu ni asili ya maandiko. Korani inasema injili ilikuwa ufunuo safi wa mungu ulioteremshwa kwa Isa. Injili za sasa, historia inaonesha Mathayo, Marko, Luka na Yohana waliandika simulizi kati ya miaka arobaini hadi tisini baada ya Yesu. Tena waliandika kwa Kigiriki, si Kiaramaiki alichohubiri Yesu mwenyewe. Tofauti hapo ni kwamba Korani inasisitiza kuwa Isa hakuleta simulizi za maisha yake bali wa moja kwa moja kwa wa Mungu. Kingine ni wokovu na sheria. Qur'an, Isa alithibitisha sheria ya Musa na kuhalalisha baadhi ya mambo yaliyokuwa yamekatazwa mstari wa. Injili za sasa zinaonyesha Yesu alionekana kupinga sheria fulani, mfano kula siku ya Sabato. Tofauti yake ni kwamba Korani inasistiza kuwa Isa hakuvunja sheria ya Mungu, bali aliirekebisha tofauti nyingine ni ujumbe wa msingi. Korani inasema Isa aliwaita watu kwenye tauhid, kumwabudu Mungu mmoja. Injili za sasa zina tafsiri mchanganyiko. Mara Yesu anasema Bwana Mungu wetu ni mmoja, Marko 12:29. Lakini kisha simulizi zingine zinamwonyesha akichukua nafasi ya ibada na uungu. Tofauti yake ni kwamba Korani inasema ujumbe wake ulikuwa thabiti ya kwamba mungu mmoja tu wa kuabudiwa. Haya yote si kwamba wasomi wa Kikristo walioipokea Injili ya sasa hawakumbani nayo tangu kale, wamekumbana nayo na athari zake zimekuwa kama ifuatavyo. Mtu mmoja anaitwa Bard D. Ehrman, mtaalamu wa maandiko ya Kikristo kutokea Marekani, anasema Agano Jipya limepitia mabadiliko mengi ya maandiko Baadhi ya vifungu muhimu kuhusu Mungu wa Yesu viliongezwa baadaye, mfano sehemu ya wanaume watatu wa mbinguni ni Baba, neno na Roho Mtakatifu, kwanza Yohana tano mstari wa 7. Anakiri haikuwepo katika maandiko ya awali. Msomi mwingine ni Karen Armstrong, mwandishi wa historia ya dini, anasisitiza Yesu hakuwahi kudai kuwa Mungu, bali alikuwa nabii Myahudi aliyehubiri upendo na toba. Msomi mwingine wa kuitwa Hans Kung, padri mkatoliki na msomi wa theolojia, anasema mafundisho ya utatu na dhana ya ukombozi yamekuwa chanzo cha mkanganyiko na migawanyiko makanisani, na wadau wanaofahamika kama biblical textual critics, wanahistoria wa maandiko, wanaonyesha wazi kwamba Injili nyingi zilikataliwa na kanisa karne ya nne, mfano Injili ya Barnaba, Injili ya Tomaso jambo linalothibitisha kuwa maandiko yalichaguliwa, si yote yalihifadhiwa. Mambo haya hayafichiki kwa sababu yapo kwenye historia na siyo mitazamo ya dini peke yake, kwamba Waislamu wanasema hivyo au Qurani inasema hivyo. Ni msingi tu wa historia ya kawaida ambayo hata mpagani asiye na dini anaweza kuchimba historia hii kwa kina na akaja na hoja zake zinazofanana na hizi, bila shaka na kwa sababu hiyo, mambo haya yameleta athari nyingi kubwa. Ukiachilia mbali mgawanyiko wa watu katika kumwabudu Mungu mmoja wa haki, pia chuki na ubaguzi wa dini umekuwa msingi wa maisha ya wanadamu, jambo ambalo sio jema machoni mwa aliyetuumba na kutupa zawadi ya uhai na maisha. Kweli hizo nilizobainisha hapa zimeleta mambo yafuatayo mpaka sasa. Kwanza, migawanyiko ya madhehebu tofauti kuhusu asili ya Yesu na msalaba zimetoa makanisa mengi sana. Kwanza Wakatoliki, Waprotestanti, Mashahidi wa Yehova, Unitarians na wengine ni Orthodox. Baadhi wanamuona Yesu kama Mungu, wengine kama kiumbe wa Mungu. Pia kumekuwepo na wakristo wasioamini Utatu. Makundi kama Unitarians na Christadelphians wanasema wazi kuwa Yesu si Mungu, bali ni nabii mtazamo unaokaribiana na Uislamu. Jambo jingine ni changamoto kwa waumini wanaopenda uchunguzi. Waumini wanaochunguza historia ya Biblia mara nyingi hupata mshangao, akikuta maandiko hayakuhifadhiwa kwa usahihi, jambo linalowafanya baadhi kuondoka kwenye imani ya kitamaduni na kujiuliza maswali makubwa, kutofikia mwisho wa mazungumzo ya kidini, yaani interfaith dialogue hoja hizi zimekuwa msingi wa mijadala kati ya Waislamu na Wakristo. Mfano, Dr Zakir Naik akiwa na dialog mbalimbali na wasomi wa Kikristo, na dialogi zote hizo zikihimiza kuchunguza asili ya imani badala ya kuifuata bila kuuliza. Kwa ufupi, ndugu mfuatiliaji, nahitimisha kwa kurejea mambo muhimu. Korani inasema Injili ya asili ilipotoshwa na maandiko ya sasa sio ufunuo wa moja kwa moja. Tofauti kubwa ni juu ya umungu wa Yesu, msalaba, asili ya maandiko na ujumbe wa msingi wa wokovu. Wasomi wa Kikristo pia wanakiri kuwa maandiko ya sasa yamepitia mabadiliko na kuchujwa. Athari zake ni migawanyiko mingi ndani ya Ukristo na maswali yasiyokwisha juu ya Yesu ni nani hasa. Na hapa nakamilisha leo kwa kukupa taarifa za watu maarufu na wasomi wa Kikristo na watu wengine waliowahi kubadili dini na kuwa waislamu baada ya kuchunguza kweli ya mambo haya. Kuna watu wengi waliokuwa wanazuoni wa Kikristo, wachungaji, maprofesa au watu mashuhuri waliokuja kusilimu baada ya kugundua mkanganyiko katika injili na mafundisho ya kanisa. Baadhi ya waliotajwa sana ni Dr. Gerard F Dix alikuwa mchungaji na padre wa kanisa la Methodist, pia na shahada ya Master of Divinity Alisoma historia ya Biblia na kugundua mapungufu na migongano mingi sana. Baadaye akaandika kitabu cha The Cross and the Crescent, akieleza safari yake ya kutoka Ukristo hadi Uislamu. Yusuf Estes, Marekani, alikuwa mchungaji wa Kikristo na mhubiri mkubwa. Alipochunguza Qur'an na mafundisho ya Uislamu, aliona yana uthabiti na hayana mkanganyiko kama Injili. Kat Stevens, Yusuf Islam, mwanamuziki maarufu kutoka Uingereza, alisoma Biblia na hakupata majibu ya maswali yake kuhusu Mungu mmoja. Korani ilimvutia kwa urahisi wake wa moja kwa moja juu ya Mungu mmoja. Muhammad Asad, Leopold Ways, Myahudi kutoka Austria, mwanahabari na msomi wa falsafa, aliona Ukristo umejaa mafundisho ya kifalsafa yasiyoeleweka kama Utatu. Korani ikamvutia kwa uwazi wake. Maurice Bucaille daktari na msomi wa Ufaransa, alipochunguza biblia na Korani, aliona biblia ina mkanganyiko wa kisayansi na kihistoria, wakati korani ilikubaliana na uhalisia wa kisayansi. Hata wewe sasa una nafasi ya kutafuta kweli ili uanze kuabudu mungu wa kweli aliyekusudiwa na mitume waliokuja kutangaza habari zake. Fanya hivyo kabla hujachelewa. Nafsi yako itafurahi kusifu na kuabudu yule anayepasa kupewa sifa na kuabudiwa. Mungu akuongoze kwenye haki, amen. Makala inayokuja nitakuletea hoja za kwa nini baadhi ya injili zilikataliwa zisiingie kwenye agano jipya. Yote haya ni insha Allah. Mimi naitwa Omar Zongo.